Kama, no, kama zote. Kama zote. Naam. Unajua sisi hatuna gasho ndogo sisi Simba naume, Simba Queens, sisi ya kwetu tunapoambiwa Simba Queens inacheza tunabudi budi ya kuja kuisapoti. Lazima tuje tuisapoti Simba Queens na, yeah. Simba Queens na Yanga Queens. Unadhani ni zina, zina upinzani mkubwa kwenye ligi au unadhani kuna timu nyingine inayoisumbua Simba Queens ukiacha na Yanga? Eh, labda wale wanajeshi wale kidogo naweza nikasema kwamba wale wanapinzana no, na mimi. Ila hawa, JKT. Eh, JKT. Ila hawa ambao tulitoka nayo kwenye matuta wakaweza wakapita wenyewe wakacheza fainali wakanyang'anywa nani, JKT akachukua ubingwa. Hawa hawanisumbui, hawa ni watoto wadogo sana kwa Simba. Simba tuna management yetu ni kubwa sana, na usajili usajili ni usajili mkubwa ambao ni wa pesa nyingi, kwa hiyo hawa kama Yanga hawezi kutuambia chochote. Sisi kama kama Simba Sports Club ni Simba ambayo imejiimarika, si kwa wanawake tu mpaka, si kwa wanaume mpaka kwa wanawake, yaani tumejiimarika vizuri kabisa oh. unadhani onadhani, uh, ligi ya wanawake inaweza siku ikafika ikafanana na ligi ya wanaume kwa mwitikio wa watu kuzipenda? Naam, ipo siku uh, itakuwa itakuwa ni ni, ni ligi kubwa ambao mwitikio utakuwa ni mkubwa, sio sasa hivi ambao wanasema bule. Mimi nashangaa sana. Simba na Yanga inapocheza hapo huwezi kusema mechi bule. Yaani, tunakuwa tunawakosea wachezaji, ina maana hatuwapi morali wachezaji tunapotoa kiingilio. Hata uweke shilingi elfu mbili mbili tatu sisi tutaingia tu, si tuna rongumu na timu yetu, timu zetu tunazipenda hizi mbili. Kwa hiyo sio kwamba tunaingia kwa yosio, sababu ni ya wanawake. Ile logo tu inapoitwa Simba, Simba, hii Simba hii ndio tunaifuata hii logo ya Simba. Mwona, kwa hiyo lazima ifike hatua tuipandishe thamani timu yetu ya wanawake na tuwapandishe thamani sama, ligi ya wanawake tuingie kwa pesa. Wewe kwa haraka haraka sasa. Sasa hivi tunavyoona ligi ya wanawake bado inajikongoja, unadhani itakuwa ni akili kuweka viingilio, sababu sio kila mtu ana moyo kama wewe wa kupenda soka jinsi wewe unavyopenda. Kuna mwingine anakuja kuangalia afu ndio anaanza kuipenda soka la wanawake. Hapo sawa. Kwa hiyo wewe huoni kwamba kutolewa viingilio italeta amshamsha ya ligi wa wanawake kujulikana kwa haraka zaidi ndani ya muda mfupi. Na sawa kabisa, ndio maana nasema kwamba itafika hatua tutaingia kwa viingilio, itafika hatua, kwa sababu hata Simba na Yanga kipindi tu zimeanzishwa, kipindi hicho miaka ya thelathini na tano, thelathini na sita, walikuwa watu wanaingia bure. Kwanza watu kwa walikuwa hawana upenzi na mpira, wanakuja kupenda mpira baadaye sana baada ya, ya, ya, ya kuanza kuvaa jezi na viatu ndio wakaanza kupenda mpira, ila mwanzo watu walikuwa wanaingia bure kama hivi. Ila tu mimi nasema kwamba ipo siku timu ya wanawake itakuwa na thamani kubwa hapa Tanzania, tutakuwa tunaingia kwa viingilio.